Katika ulimwengu wa soka la kisasa, dili hazifungwi tu mezani, bali hutengenezwa na uwanja kwa miguu na jasho la mchezaji. Hii ni hadisi ya Stefano Aziz Ki, kiungo mahiri kutoka Burkina Faso aliyevaa jezi ya Yanga na sasa anatafuta nafasi ya kuingia rasmi kwenye ramani ya mabingwa wa Morocco, Wydad Casablanca. Mkataba wa mwezi mmoja tu ndio nafasi pekee aliyopata kuthibitisha thamani yake lakini ndani ya mkataba huo kuna kipengele cha mamilioni. Iwapo atang'ara, atasaini miaka mitatu ya ndoto. Iwapo atakwama, atarejea sokoni. Wydad wamebadili mchezo. Kwa sasa, usajili si wa maneno, ni wa ushahidi wa uwanja. Je, Aziz Ki atavuka macho ya benchi la ufundi na kulazimisha mkataba wa kudumu, au atabaki kuwa sehemu ya orodha ya majina iliyopita bila historia? Na je, Yanga walishopokea dola laki moja, lakini je, watajutia kumwacha kiungo wao mahiri? Hili ni sakata linalofunga ukurasa mpya wa dirisha la usajili. Kutofuatilia kupitia chaneli yetu.